Uchaguzi wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa za tamatika rasmi siku ya leo. Na katika mchezo na burudani, Smart Boys yaitakatisha Ifunda FC kwa mchezo wa kirafiki. Habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale ulipo, karibu katika taarifa ya habari itakayosomwa kwako nami Telesia Chalamila. Wagombea wa nafasi za uongozi wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa wamepiga kampeni kwa mara ya mwisho kupisha uchaguzi wa serikali ya wanafunzi chuoni hapo unaotarajiwa kufanyika siku ya kesho Mei 30. Mwanahabari wetu Tun Melik ana undani wa taarifa hii I

I'm going to kwa, kwa upande wa wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa wamepata nafasi ya kueleza namna walivyojipanga na, walivyo na kuchagua viongozi wao siku ya kesho huku wakiomba tume ya uchaguzi iweze kuboreshwa ili uchaguzi uwe tofauti na miaka iliyopita. kiongozi ambaye anaonekana mwenye haki asiwe na asiye na, asiye na, mapendeleo katika nyanja yoyote. na kiongozi nimepata pia nimefurahi, nime pia kuwaona kwa wanawake wenzangu wakiweza

kuelekea uchaguzi ambao utakaofanyika hapo kesho tarehe 30 ambapo pia tumeweza kuwasikia wagombea wa kijinadi na kumwaga sera zao kutoka hapa chuo kikuu cha Iringa. ni itutoka apachumiuu chaiina Taarifa yake tu numeriki na tukamilishia habari za kitaifa, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Brian Basiri. Msimu wa baridi ni msimu ambao umekuwa na faida kwa biashara ya nguo kama masweta na suruali. Wafanyabiashara wa nguo mtaa wa Elembula kata ya Kiesa mkoani Iringa wameelezea namna msimu wa baridi unavyowafaidisha kupitia biashara hiyo. Huwa nauza sana, mzigo unatoka kwa haraka, hasa hasa masweta na suruwali. Kwa ajili ya kujistiri na baridi. Kipindi hichi cha baridi huwa anakuja kununua masweta na nini vitu kama hivyo. Nao wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wameelezea namna ambavyo bidhaa ya masweta na suruali zinavyowasaidia kujikinga na baridi. Baridi of course kwa Iringa umekaraka hivi. Sa kwa, kwa hali ya kawaida usipokuwa na koti changamoto kama unavyoona kwa mimi hapa na koti kubwa nzito, eh, kuvaa makoti makubwa masweta, eh, wakati wa kuoga au na chemsha maji. Biashara na wauza nguo kutoka hapa Iringa wameelezea jinsi gani wamenufaika eh, kwenye msimu huu wa baridi. Nikiripoti kutoka hapa tumaini langu, jina ni Brand Basiri wa UoI Digital. Asante sana Brand Basiri kwa habari hizo za biashara na uchumi. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Alex Komba. Nikusihi endelea kuwa nasi. mchezo wa kirafiki uliokutanisha timu ya Smart Boys FC dhidi ya Ifunda FC umetamatika katika viwanja vya Kigonzile huku timu ya Smart Boys ikiibuka na ushindi wa magoli manne kwa matatu baada ya mchezo huo kutamatika manaoza wa pande zote mbili wamekuwa na maoni tofauti tofauti juu ya matokeo ya mchezo huo mchezo ni mzuri ila makosa madogo madogo ambayo tumeyafanya tumeweza ku, kuadhibiwa na wapinzani zetu ya ulizi hapo kuilinda lakini bado wametuzidi wapizani, ndio maana tumeadhibiwa. Mchezo ulikuwa mzuri, walijaribu kidogo kutupa competition lakini sisi always tunashinda mechi zetu zote, na ndio tunavyoingia kwenye mchezo. Mchezo wote si lazima tushinde, kwa hiyo tumeweza tumeweza, wametupa competition lakini kushinda game ya leo. Nao makocha wa timu zote mbili wameeleza namna mchezo ulivyokuwa mgumu na matarajio yao waliokuwa nao juu ya mchezo huo. Shida kubwa kwa wachezaji wangu umakini pale sana sana pale katikati, wakati mipira inavyopigwa pale katikati, walikuwa wanaruhusu wanaruhusu mabeki wa timu Pizani wanamiliki sana pale katikati kuliko sisi. na hisi beki line zangu, tatizo kubwa sana lililokuwepo lilikuwa ni mabeki ambao wamecheza, ni michezesha mabeki ambao wengine walikuwa wacheza beki za pembeni, lakini wamecheza katikati. Nilikuwa najaribu kama wao pia kwenye gemu nyingine wanaweza katika wakacheza katikati. Magoli mengi kiasi hicho, mchezo kati ya Ifunda FC dhidi ya Smart Boys umetamatika katika uwanja Kigonzile na timu ya Smart Boys imeibuka na ushindi wa goli nne kwa tatu. Nikiripoti kutoka uwanja Kigonzile ni mimi mwanabari wako Alex Komba wa UoI Digital. Asante sana Alex Komba kwa kutupitisha viwanjani. Mtazamaji wa UoI Digital. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Ulikuwa nami Teresia Chalamila, ni kutakia usiku mwema. Asante na kwaheri.